mbegu lakini, ukienda Mwanzo tatu kumi na nane anasema, nawapa mboga za kondeni pia. Hizo mboga za kondeni na zenyewe zitakuwa chakula chenu. Kwa hiyo chakula bora cha asili cha kwanza kabla ya dhambi ni matunda yenye mbegu. Hivi nanasi lina na mbegu eti? Nanasi lina na mbegu lakini ni tamu eti. Ni tamu lakini sasa, alina mbegu sijui, na mbegu yake iko wapi? Yenye mbegu ndani, tafuta tunda lenye mbegu. Na ndio maana glycemic index ya nanasi iko juu kweli, yaani a ile yule yule sukari iliyopo kwenye nanasi iko juu. Kuna zamani, zamani kweli nanishinda kula, lakini siku hizi kidogo naliweza, ila unapo isiwe ndio chief food. Wewe tafuta tunda lenye mbegu na nanasi kula, lakini matunda yenye ndugu zangu yenye mbegu.